Ile azma ya Daktari Hussein Ali Mwinyi na Daktari Samia ya kuwaletea maendeleo wananchi ya mahitaji muhimu kwa kweli imeendelea kukamilika, kwa sababu ndugu zangu wananchi wachekea, leo hii kwa mapenzi aliyokuwa nayo Daktari Hussein Ali Mwinyi, moja kati ya ahadi ambazo aliwaahidi wananchi juu ya swala so zima la kuhakikisha anaboresha vyema miundombinu ya sekta hii ya umeme, Daktari mm. Hussein Ali Mwinyi ametuonesha imani wananchi wa jimbo hili la Mtambwe pamoja na wananchi wa eneo hili la Chekea, tisipoenda kutimiza wajibu wetu kwa kuhakikisha ushindi wa kishindo kwa miaka mitano mingine, kwa kweli tutakuwa tunajikosea nafsi zetu, kwa sababu yale yote ambayo tuliyahitaji wana eneo hili wanachekea na wana jimbo hili la, la, la Mtambwe, kwa kweli Mheshimiwa Rais ametukamilishia na nyinyi wenyewe mliopo hapa ni mashuhuda kwamba Daktari Hussein Ali Mwinyi amefanya kazi kubwa ndani ya jimbo hili. Upelekaji na usambazaji wa umeme kwenye kijiji cha Chekea umegharamiwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia shirika la umeme, ili kuondoshea usumbufu wa kuifata huduma hii muhimu katika maeneo mbali ya makazi yao, pamoja na kutumia umeme katika shughuli za kujipatia kipato kupitia uvuvi pamoja na biashara nyingine, kazi ambayo imegharimu serikali jumla ya shilingi 197.3 milioni ambapo shilingi 56.5 milioni zimetumika kwa Chekea Mtambwe na shilingi 122.8 milioni kwa kijiji cha Bandamaji Mchanga Mdogo.